Tumeshukuru kwa hatua hiyo, na sasa kinachofuata, kwa mujibu wa taratibu tulizopewa, ni kwamba taarifa ile ya vinasaba ambayo sote tumeipokea hii leo, wale watu wa kituo cha kulelea watoto wataiwasilisha sasa katika mahakama, ili sasa mahakama itoe idhini ya mtoto huyo Joel kuweza kukabidhiwa sasa kwa ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na taratibu sasa za kumtengenezea hati ya dharura ya kusafiri na kumsafirisha kurudi nyumbani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ziweze kufanyika. Kwa hiyo, sisi kama balozi tuna furaha kwa sababu pamoja na majukumu yetu mbalimbali ya kutafuta fursa za kiuchumi, za kijamii na fursa nyingine mbalimbali huku ughaibuni, tunalo pia jukumu la kulinda na kutetea maslahi ya taifa letu. Sasa, na maslahi ya taifa yamegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kuna maslahi makubwa ya kiserikali, lakini pia kuna maslahi ya ulinzi wa haki na ulinzi wa stahili za Watanzania wote wanaoishi katika maeneo yetu ya uwakilishi. Kwa hiyo katika muktadha huo wa kupigania na kutetea na kulinda na maslahi ya watu wetu, basi tumeweza kupigania na kufanikisha hilo swala la mtoto wetu kuweza kupatikana na vipimo vya kisayansi kuweza kuthibitisha kama hakika ni mtoto mwenye asili ya Jamhuri ya Muungano Tanzania. Kwa tayari asubuhi, mara baada ya kupokea majibu hayo tumefanya mawasiliano na baba bwana Brian, tumemjulisha na amefurahi sana sana, na ametoa shukrani nyingi kwa ubalozi na shukrani nyingi kwa serikali kupitia haya ambayo yamefanyika, lakini pia ameniomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru Watanzania wote, mitandao yote ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, na kila mmoja aliyeguswa na wito ule wa balozi na kuamua kusambaza habari ile iliyopelekea yeye kuweza kumfikia na hatimaye kuweza kuwasili na kufanya vipimo hivyo vya vinasaba ambavyo vimeweza kupelekea kumpata sasa huyu mtoto wake. Basi sasa nini kingine kinafanya? Kama nilivyosema, cha kwanza kitakuwa ni kusubiri sasa barua ya mahakama inayotukabidhi mtoto, lakini cha pili itakuwa ni kumtengenezea hati ya dharura ya kusafiria, emergency travel document, lakini cha tatu sasa itakuwa ni kumpatia ticket ili sasa mtoto aweze kusafiri kurudi nyumbani na kwenda kuungana na ndugu, jamaa na marafiki na kuanza kuishi nao tena kwa mara ya kwanza tangu ameweza kupatikana. Kwa hiyo katika hilo, tunatoa rai na tunaendelea kuwaomba Watanzania wetu wote tuzidi kumwombea kijana huyu, tuzidi kumwombea maisha marefu mzazi wake, ili basi muunganiko huu ambao Mwenyezi Mungu amewezesha uweze kupatikana hivi sasa basi uweze kudumu kwa kipindi kirefu zaidi, baba na mwana waweze kuishi pamoja kwa kipindi kirefu zaidi, na inshaallah basi waweze kupata kila lililo na heri na, na mafanikio kwa kadiri ya baraka zake Mwenyezi Mungu alizoziweka kwa familia hiyo ambayo ameamua kuikutanisha, ikiwa ni miaka kumi na nne au kumi na tatu tangu mtoto huyo alipo alipozaliwa. Jingine, sisi kama ubalozi tunatambua kwamba bwana Brian katika pita pita zake hizo za ujana hakuwa anajua ha, mahali alipo mtoto wake, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu damu yake imeweza kupatikana. Kwa hiyo swala la kumrejeshia mtoto ambaye atakuwa na jukumu la kuanza sasa malezi na kuendelea na malezi kama kawaida, tunatambua linaweza likaambatana na pia na changamoto kadhaa, kwa sababu kama mnavyofahamu, mtoto huyu amesoma katika mifumo ya huko Afrika Kusini na lugha pekee anayoifahamu ya mawasiliano ni hiyo ya lugha ya Kiingereza na lugha nyingine za huko Afrika Kusini. Kwa hiyo inaweza ikawepo changamoto pia kwa Bwana Brian ya kuweza kujua ni namna gani anaweza kufanikisha malezi ya mtoto huyu katika shule hizo za English medium ambako mtoto huyu anaweza akaendelea na elimu yake kwa kawaida. Kwa hiyo sisi kama ubalozi hatuishii tu kwenye kumrudisha mtoto nyumbani, lakini tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kufanya mawasiliano na tayari tumeanza mawasiliano na shule mbalimbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuona kama mtoto Brian mtoto mtoto Juma anaweza akapata sponsorship ya kuweza kwenda kusoma katika one of the English medium schools zilizopo kule nyumbani, na hivyo kupunguza kidogo makali ya ada kwa baba mtu, kipindi anaendelea kujiweka sawa kwa ajili ya kuendelea na swala zima la kugharamia masomo ya mtoto wake katika shule hizo zenye mitaala hiyo ya, ya Kiingereza tunashukuru mpaka sasa tayari tunaendelea na mawasiliano hayo. Sitaki kusema zaidi, lakini tayari nimepokea ahadi kadhaa kutoka kwa baadhi ya shule na tunaendelea na mawasiliano. Basi iwapo itatokea basi litafanikiwa kama tulivyoomba, basi tutafika tena wakati mwingine na kutoa shukrani hadharani kwa huyo msamaria mwema ama hizo shule kwa samaria mwema zitakazokuwa zimejitokeza na kukubali kufanya kutoa ufadhili ili mtoto Brian aweze kusoma na kuendelea na masomo yake kule nyumbani Tanzania. Basi kutoka hapo ubalozini, tunaungana tena na Watanzania wenzetu katika kumbukizia miaka hamsini na tatu ya mzee wetu Abeid Amani Karume, lakini zaidi tunaungana pia na familia ya bwana Brian kuwapongeza kwa hili ambalo limetokea hii leo la mtoto wao Juma kuweza kuthibitika kwa kwao kwa ajili ya vipimo hivyo vya kina saba. Na tunawatakia Watanzania wote mapumziko mema hii leo, na tunawatakia wote kila laheri katika shughuli zao za kila siku. Asanteni sana, na nyinyi waandishi asanteni kwa kuifikisha habari hii kwa Watanzania wote. Asante. Naam, kwa mara nyingine nimepata wakati wa saa adhimu kabisa kufika katika ubalozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, ambao pia unahudumu nchi za falme za Lesotho pamoja na jamhuri ya, ya Botswana. Leo hii ni siku ya kumbukizi ya kifo cha baba mwanzilishi wa taifa la Zanzibar, Mheshimiwa Abed Amani Karume, lakini kutokana na hali ya kazi inayoendelea katika ofisi hii tulipomtafuta balozi, tulijua siku ya leo ni mapumziko, lakini yeye anasema kazi iendelee. Nini hasa kimepelekea yeye kuwepo hapa siku ya leo, pamoja kwamba ni mapumziko lakini pia kuna swala zima la neno kwa siku hii ya kumbukizi ya kiongozi wetu mheshimiwa mzee Karume. Karibu mheshimiwa. Asante uh, sana ndugu mwandishi kwa kukutana nami kwa mara nyingine hapa katika ofisi za ubalozi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika jamhuri ya Afrika Kusini. Jina langu ni James Bwana, balozi hapa ambaye ninawakilisha pia Tanzania katika jamhuri ya Botswana na katika falme ya Lesotho. Kama ulivyosema, leo tarehe 7 Aprili kwa kawaida ni siku ya mapumziko katika ofisi za serikali zikiwemo balozi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sehemu mbalimbali ulimwenguni. Na sisi kwa kifupi, tunaungana na Watanzania wengine wote kusherehekea kumbukizi ya miaka 53 ya mzee wetu Abeid Amani Karume ambaye alipoteza maisha tarehe 7 Aprili mwaka 1972. Tunapokumbuka maisha yake na kifo chake hii leo, ikiwa ni miaka 53 tangu achane nasi, basi tunakumbuka misingi aliyotuachia ya amani, misingi aliyotuachia ya, ya umoja, mshikamano, muungano, pamoja na utaifa wetu ambao uliasisiwa akiwa yeye pamoja na hayati baba wa taifa Mwaka 1964 ambapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilizaliwa rasmi baada ya Tanganyika na Zanzibar kuweza kukutana. Kwa hiyo kila mara tunapofika katika siku hii ya kumbukizi ya maisha yake, tukitazama nyuma tulipotoka, tunaona kwamba waasisi hawa wawili walitulekea misingi ambayo leo hii imetufanya tuwe hapa tulipo, tukiwa ni taifa moja huru lenye amani, umoja na mshikamano na tunazidi kuungana na Watanzania wote katika kumwombea pumziko jema yeye pamoja na waasisi wengine waliotangulia mbele ya haki. Lakini kama ulivyosema, katika siku ya leo ya mapumziko umestaajabu kwenye kunikuta ofisini. Ni kweli nimekuwa ofisini, kwa sababu siku hii ya leo tulilazimika kuja ofisini kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo mamlaka za Afrika Kusini zilikuwa zitukabidhi ripoti ya uchunguzi wa vinasaba ambayo ilifanywa mara baada ya maombi ya serikali ya Afrika Kusini kwa ubalozi kutuomba tusaidie kumpata mzazi wa kijana Juma Joel ambaye alikuwa akiishi katika vituo vya kulelea watoto yatima katika mji wa Johannesburg hapa Afrika Kusini ambaye inasemekana asili yake na asili ya mzazi wake mmojawapo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa nirudi nyuma kidogo, ndugu mwandishi, kwa faida ya wale ambao tukio hili liliwapita ni kwamba tarehe nane mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne mamlaka za serikali ya Afrika Kusini zilitujulisha ubalozi kuwa yupo mtoto anayefahamika kwa jina moja la Juma ama Joel ambaye yupo katika kituo cha kuhifadhia watoto yatima pale Johannesburg ambaye kwa mujibu wa taarifa chache walizo nazo, walisema kwamba inasemekanika baba yake ni kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo maelezo zaidi waliotupwa walitujulisha kwamba miaka mingi iliyopita mtoto yule ambaye sasa ana umri kama miaka kumi na tatu alikuja hapa Afrika Kusini akitokea Tanzania, akitokea Arusha. Alikuja na bibi yake ambaye ni raia wa Afrika Kusini na amekuwa akiishi hapa, na waliishi na bibi yake kwa kipindi cha takriban miaka minne mpaka mitano, alafu bibi yule alipoteza maisha na hivyo kupelekea mtoto yule Kujikuta sasa anatanga tanga kama watoto wa mitaani kwa ajili ya kutafuta riziki na mahali pa kuishi. Ndipo kwa mujibu wa idhini ya mahakama hapa Afrika Kusini, mtoto yule aliweza kuchukuliwa na kwenda kuhifadhiwa katika kituo cha kulelea watoto yatima, ambapo walikaa katika kituo hicho kwa miaka takriban mitatu hadi pale sasa mahakama ilipojikita kwa ndani zaidi na kukielekeza kituo kile kiwasiliana na ubalozi ili kuona namna gani mzazi wa mtoto huyu anaweza akapatikana huko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa tulizopewa zilitueleza majina ya mzazi, kwa maana ya baba yake, alikuwa akiitwa Brian, mkazi wa Arusha, lakini taarifa nyingine pekee waliokuwa nayo ni majina ya mama yake akiitwa Mariamu, na watupatia pia na jina lapili, la pili la huyo mama, na wakatuomba sasa, ubalozi tutumie namna mbalimbali ili kuweza kufikisha ujumbe huko wa Tanzania wanaomfahamu mtoto huyu kwa picha tuliyoirusha kwenye mitandao ya kijamii ili tuone kama tungeliweza kupata mzazi wa huyu mtoto.